Kwa mwaka wa fedha 2025 2026 halmashauri yetu ilidhinishiwa kukusanya shilingi bilioni 16.4 katika bajeti ya mapato ya ndani, ambapo hadi kufikia tarehe 31 Desemba mwaka 2025, halmashauri imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 7 sawa na asilimia 42.9 ya lengo la mwaka. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai Desemba 2025, halmashauri imeendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali. miradi hii imetekelezwa kupitia miradi ya uendelezaji mji na majiji tactic programu ya green na smart city. Sasa mapato ya ndani ya halmashauri na ruzuku kutoka serikali kuu ni jumla ya bilioni 43. Taarifa za matukio mbalimbali kwa kipindi cha robo ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 22 na tarehe 23, watahiniwa 14771 wa darasa la nne walifanya mtihani wa taifa wa upimaji. Kati yao wanafunzi wa shule za serikali ni 11523 na, na, na wa shule za binafsi 3248. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 10 hadi tarehe 20 watainiwa 10199 wa kidato cha pili wakiwemo watainiwa wa shule 1095 kwenye vituo 57 na, na watainiwa binafsi 104 kwenye vituo saba walifanya mtihani wa upimaji wa kidato cha, wa upimaji wa kitaifa kwa kidato cha pili. Kati yao wavulana walikuwa walikuwa 4714 na wasichana 5485. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 12 2025, naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali serikali za mitaa, TAMISEMI, Daktari Jafari Saifu mbunge alifanya ziara ya kikazi katika halmashauri yetu, ambapo alitembelea miradi ya afya pamoja na kukutana na watumishi kwa ajili ya kujadili na kubaini changamoto zilizoikabili zinazoikabili sekta hiyo katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Dr Seif alitoa rai ya kurejesha tabasamu kwa wananchi kwa kutoa huduma bora. Hitimisho, tunapenda kutoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Fela, kwa kuendelea kutupa fedha kwa ajili ya utekelezaji miradi mbalimbali mba ya maendeleo katika halmashauri yetu. Wajaribu kuongeza juhudi ya kufanya kusanyaji kwa sababu budget yetu ni bilioni 16.4. Ukiangalia mpaka sasa tunakwenda robo ya pili na kumebakiza miezi mitano tu kukamilisha robo ya tatu na robo ya nne. Tumeshakusanya uh, wastani wa bilioni 7.06. Ukiangalia so, diferensi yako baro, tuna zaidi ya bilioni tisa aliyokusanya. Kwa hiyo ni vyema uh, mkurugenzi na timu yako kwa kushirikiana na sisi baraza la madiwani, kwa sababu hatuwezi kufanya miradi ambayo tunaitarajia kwa wananchi huko bila kuwa na fedha. Kwa hiyo tuongeze juhudi kubwa, wananchi wanahitaji maendeleo, wanahitaji maneno. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwa kwamba tunazikusanya hizi bilioni 9 ili kukamilisha miradi yetu ya maendeleo. Asante. Yale yote yaliyotamkwa na viongozi wetu wa chama na serikali, ni na imani tutakuwa ameyapokea na tutayatekeleza. Mimi binafsi niwashukuru sana waandishi wa habari, wataalamu na waheshimiwa wenzangu na wananchi wote ambao wamefika hapa. Kikubwa kama kilivyosemwa kwamba tudumishe amani, umoja mshikamano tukifanya hivyo tutaweza kuendesha halmashauri yetu kwa umoja. Sitegemei kuona tunakwenda tofauti. Tunatamani sana tuwahudumia wananchi wetu kama tulivyo elekezwa na rais wetu wa Jamhuri ya Mungano wa Tanzania. NIDA ni kitu cha msingi sana kwa sababu tunatambua bila NIDA tupate huduma kwenye taasisi zote za serikali na binafsi. Ushauri wangu mimi nilikuwa nataka niombe tu serikali yetu, kama alivyosema watu wa NIDA kwamba vifaa ni vichache, lakini mahitaji ya watu ni makubwa kupata NIDA. Niombe serikali ni ione namna kuwasaidia hawa watu wa NIDA kuongeza vifaa, wananchi wanahangaika sana. Kwa mfano hizo hizo za juzi hapa, imefanyika hapa, tunapigiwa simu madiwani kwamba ndio nisaidie, lakini sababu hauna namna kumsaidia, sababu watu ni wengi na watu wote ni wakwako. Niombe serikali yetu iongeze vile vifaa ili ikidhi mahitaji ya wale wananchi. Swala hili la NIDA lina umuhimu mkubwa sana kwa wananchi, kwa sababu ukiangalia sasa hivi kila mahali na kila sekta unapoenda, kitu cha kwanza unaombwa NIDA. Sasa upatikanaji wake umekuwa kuna changamoto, na changamoto yake ni kwamba kuna prosesi kubwa sana mpaka mtu akaja akafike apate hiyo NIDA, na si NIDA kama kadi, anapata kama namba. sasa Wananchi wanapata tabu sana. Kwanza wananchi hawana uelewa. Kwa kitu cha muhimu ambacho kinatakiwa kabisa kifanyike ni kwamba wananchi wangeendelea kupata elimu, ili wawe na ujuzi au ufahamu kwamba ni namna gani wanaweza kupata hizo NIDA. Lakini pale wanapoipata ile NIDA, pia tuwashauri wananchi pale wanapoipata, matumizi yake, maana wengi unakuta wakati mwingine wanapata ile NIDA lakini hawaelewi hata matumizi yake.